Kibuzi, wako hapa ili ujue kwamba Singida ni swali. Tunasubiri kutiki. Ninamuona kaka yangu mdogo wangu Musa Sima aliyekuwa mbunge wa Singida mbili yuko hapa, lakini ninamuona mdogo wangu Francis Isaac tunakwenda kutiki pamoja na yote, ninaye na mgombea ubunge wa jimbo la Ikungi Mashariki Thomas Zimdonto yuko hapa. Wagombea wa viti maalumu wa mkoa wetu wa Singida wote, Mheshimiwa, mgombea mwenza wako hapa wote wow. Na waviti maalum, hii nina kueleza ili uone namna gani mkoa wetu umejipanga kwa ushindi wa asilimia mia moja, lakini mgombea mwenza hapa tulipo ni pamoja na yote, nishukuru sana mwanangu Pareso ambaye alikuja kusimama kuongea hapa. Hakika mgombea mwenza, nikushukuru sana kwa sababu Pareso ametoa darasa zuri sana, na wanakalama hawa wamelielewa na shukuru sana kwa mtangulizi wako aliyekuja kutoa somo hili. Asante mwanangu Pareso, siiem pamoja pamoja na yote, naomba nikupongeze wewe kwa nafasi hii ya ngombe ya mwenza wa kiti cha uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuteuliwa na kuletwa kwa wananchi hawa sisi, Singida tunaungana uruaai kwamba hakika unastahili nafasi hii kwa sababu tunakufahamu utendaji wako wa kazi. Sisi kazi yetu ni kukuombea, Mwenyezi Mungu akutunze sana, kwa sababu tunajua tunakwenda kunufaika kwa uwepo wako kwenye nafasi hii. Lakini naomba tulikwambie mawili matatu kuhusu mkoa wetu. Nimekueleza mkalama hapa ni Mkalama, lakini tuko kata ya kinyangisi hapa ni Ishenga. Ujio wako hapa Mkalama, jamani, zimemwona si mmelama kitu walichokuja nacho. Hii ni baraka, yani umekuja na chopa hapa. Kwa kweli, sisi tumeshakuwa wa mjini ni baraka na neema hapa Isenga, Kinyangiri, lakini na kwenye wilaya hii ya Mkalama mkoa Singida uko swali, una majimbo nane. Majimbo haya nane ninafurahi kwa ya majimbo lakini, katika majimbo hayo nane majimbo matatu hatujapata mpinzani, siemoye <laughs> majimbo matano ndio tumepata mpinzani, lakini wapinzani wenyewe pangu pakavu tia mchuzi. Sisi tunasonga mbele, si? <laughs> Hayatusumbui, ndugu mgombea mwenza yale tumepita bila kupingwa, lakini tuna kata 136 Katika kata hizi 136 ni kata 35 tu ndio tumepingwa, na waliotupinga mpaka sasa bado wamelala, hawajulikani walipo, kwa sababu CCM ni kubwa. CCM oyee! Washimia wa mgombea mwenza E, na majimbo yale machache bado tunataka tukuhakikishie, tumeendelea kutafuta kura ndani na nje ya kampeni, lakini nyumba kwa nyumba na hata barabarani. Ujio wako utakuwa ni mkubwa sana. Utakuwa mkubwa kwa sababu ya mambo mengi yaliyofanyika katika kipindi hiki ambacho Dkt. Samia Suluhu Hassan aliingia. Sitasema mengi, naomba niongelee mambo mawili. Jambo la kwanza ni swala la umeme. Swala la umeme limeweka chachu kubwa kwa maendeleo ya mtu mmoja mmoja, Mheshimiwa mgombea a mwenza wilaya ya Mtalama wilaya ya Ihamba ni wilaya zilizokuwa zinajulikana za matembe, nyumba za matembe, na kuna DC mmoja aliwahi kuja akaanzisha operesheni ya ondoa matembe, lakini hayakuondoka, lakini baada ya serikali ya Chama cha Mapinduzi Ukikuta tembe labda ni nyumba ya mifugo au ni store au nyumba ya kumbukumbu -kumbu. Kwa sababu ya maendeleo makubwa ambayo Dokta Samia ametuletea, Mama Samia aye ee! siaiatwane ekudaso limikono kwa lumbelie na e! e! jambo la mwisho ni maji. Swala la maji ilikuwa ni tatizo, mkoa wa Singida ulikuwa unaonekana kame, lakini leo hii vyanzo vingi vya maji vimeendelea kutumika chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wananchi hawa hawana sababu yoyote ya kupoteza kura zao, hivyo ninaomba, ndugu zangu, tumuhakikishie mgeni wetu, mgombea mwenza, azione kura za Dr. Samia Suluhu Hasani. Naomba mnyoshe mikono wote, ili aweze kuziona.